Bwana huyo Madenge ni mmoja wa watu ambao walikuwa mstari wa mbele sana kupigia debe maandamano ya 29 Oktoba na haya ya 29 Disemba. Lakini jana, sijui ni mgawa ukupita ambavyo alitarajia, si akaposti posti moja yenye utata, bala posti hiyo ilikuwa imeandikwa kwa, lakini wacha nikutafsirie. Alianza kwa kuandika uhuru hauji bure tunaishukuru Ford Foundation kwa kutoa dola milioni mbili kwa mwaka 2025 kwa ajili ya kusupport demokrasia nchini. Civicus walitusaidia kuwasiliana wakati kwa kuzimwa kwa mtandao Oktoba 29. Na Change Tanzania walituambia ukweli kuhusu ukatili wa polisi. Anamalizia kwa kusema kwamba shukrani kwa maelfu ya Watanzania waliopinga utawala huu wakijua hawako pekee yao. Kwa lugha nyepesi zaidi Anasema kwamba Ford Foundation imetoa zaidi ya bilioni tano za Kitanzania kwa ajili ya kusapoti kile kinachoitwa demokrasia nchini mwetu, lakini kwa muktadha wa ujumbe huu, ukizingatia pale kwenye 29 Oktoba, maana yake fedha hizo ndizo ambazo zilitumika kuchochea maandamano au vurugu zilizotokea tarehe 29 Oktoba. Lakini pia hiyo change Tanzania uliyoisikia hapo, ambayo madenge ameitaja hiyo taasisi iko chini ya Maria Sarungi. Kwa hiyo Madenge anatuambia kwamba taasisi ya Maria Sarungi nayo ilipata mgao wake kwenye hiyo bilioni tano iliyotolewa na Ford Foundation kwa ajili ya kusupport vurugu za tarehe ishirini na tisa Oktoba. Sasa we story haiishii hapo, ina noga zaidi pale ambapo baada ya kuposti hiyo, wanaharakati wenzake walimrukia wakamcharua wakamrarua, na mwisho wa siku wakamtukana mpaka wakamlazimisha kufuta hiyo posti. Sasa hapa kuna mambo mawili ya kuya note. La kwanza tulidhani walikuwa walikuwa wanapigania haki, kumbe watu walikuwa kwenye miradi yao ya kudumaza nchi. So wakahamasisha wananchi kuingia barabarani na mitaani, wakiwaambia kwamba wafanye hivyo kwa ajili ya haki zao. Kumbe watu walikuwa na michongo yao nyuma ya mgongo. Kwa maana hiyo, wakati wananchi wanakufa, mali zinaharibiwa, uchumi unaenda kudumazwa, wenzetu bado wangebaki lele lele juu ya kilele, wanaspendi sasampa walizozipata.